dhumuni la mkutano huu ni kueleza umma juu ya maadhimisho ya miaka ishirini ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa yanayoongozwa na kauli mbiu isemayo safari ya miaka ishirini ya Mahakama Kuu Iringa. Aidha, ni heshima kubwa kwangu nikiwa Jaji Mfawidhi wa kanda hii kuzungumza juu ya safari yetu ya miaka ishirini ya maadhimisho haya ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa tangu ilipoanzishwa mwaka elfu mbili na tano. Ndugu waandishi wa habari, wakati Mahakama Kuu Kanda ya Iringa ilipoanzishwa mwaka elfu mbili na tano, dhamira kubwa ilikuwa ni kusogeza huduma za utoaji haki karibu zaidi na wananchi. Wananchi, baada ya kuanzishwa kwa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa hawakutakiwa tena kusafiri umbali mrefu, kama kwenda Mbeya au Songea kwa ajili ya kutafuta huduma za Mahakama Kuu. Leo miaka ishirini baadaye, tumesimama hapa tukitazama nyuma na kutathmini safari ambayo licha ya changamoto pia imekuwa na mafanikio makubwa. maadhimisho haya sio tu ya kukumbuka historia bali ni fursa ya kutathmini tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Ni fursa ya kuzungumza na umma kupitia ninyi waandishi wa habari, kwani ninyi ni daraja muhimu kati ya mahakama na wananchi tunaowahudumia. Hata hivyo, maadhimisho haya ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa yanafanyika kwa mara ya kwanza katika kanda zote kwa kumbukumbu kumbu nilizonazo kuelekea maadhimisho ya miaka ishirini ya Mahakama Kuu kando ya Iringa shughuli tunazotarajia kuzifanya kabla ya tarehe kumi na tano ya Disemba ishirini ishirini na tano siku ya kilele ni pamoja na haya yafuatayo: tarehe nane mwezi wa kumi na mbili ishirini ishirini na tano mpaka tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa na zoezi la utoaji wa elimu kwa njia ya redio na televisheni, kwamba tunaita itakuwa ni wiki ya sheria au wiki ya utoaji wa elimu ya sheria. Wahusika wa utoaji wa elimu ni pamoja na wadau na watumishi wa mahakama. Lakini pia katika wiki hii mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kisheria zitatolewa. Miongoni mwa mada ambazo zitatolewa ni pamoja na mosi, huduma zinazotolewa na mahakama, kwamba tutawaeleza wananchi ni huduma gani zinapatikana mahakamani. Lakini pia, mada nyingine ni taratibu za kufungua mashauri ya mirathi na umuhimu wake. Lakini eneo jingine au mada nyingine ni andishi wa wosia pamoja na umuhimu wake. Nne, kutakuwa na mada ya kuasili na taratibu zake kwa maana ya adoption. Tunapoanza safari ya miaka ishirini ijayo, tumedhamiria kuongeza kasi ya mageuzi katika maeneo yafuatayo: moja, kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa haki. Tunataka kuifanya Mahakama ya Tanzania iwe mahakama ya kisasa zaidi yenye uwezo wazi zaidi na yenye uwajibikaji wa hali ya juu. Lakini pili, kuboresha miundombinu zaidi katika safari. Baada ya miaka ishirini katika miaka ijayo, tunatarajia kuendelea na miradi ya ujenzi na ukarabati hasa katika mahakama za wilaya na mahakama za mwanzo ambazo zipo katika kanda yetu. Lakini eneo jingine ni mafunzo endelevu kwa watumishi. Utaalamu wa watumishi ni injini ya mafanikio ya mahakama. Tutaimarisha mafunzo kwa majaji, mahakimu, makarani, wataalamu wa TEHAMA na watumishi wengine kwa kutumia rasilimali za ndani ya kanda tulizo nazo, na hivi basi tumekuwa na tutaendelea kuwa na mafunzo ya ndani, wanasema on job training, ili kuhakikisha kwamba watumishi wetu wanakuwa na weledi wa kutosha.